Mbili kumi na saba. Rais John Magufuli leo anatarajiwa kuanza ziara ya siku mbili mkoani Kagera ambapo akiwa mkoani humo atawatembelea na kuzungumza na wakazi wa mkoa huo pamoja na kuweka jiwe la msingi katika mradi ujenzi wa shule ya sekondari Ihungo iliyoharibiwa na tetemeko la ardhi lililotokea mwezi Septemba mwaka 2016. Mkuu wa mkoa wa Kagera, Meja Jenerali mstaafu Salum Kijuu, amesema kuwa akiwa mkoani Kagera, Rais Magufuli pia anatarajiwa kuhudhuria misa takatifu ya kukaribisha mwaka mpya 2017 itakayo fanyika katika kanisa kuu Katoliki jimbo la Bukoba e, na baada ya ibada ataenda kupumzika. Kesho Rais Magufuli anatarajiwa kutembelea kaya zilizoathiriwa na tetemeko la ardhi katika maeneo mbalimbali ya Manispaa ya Bukoba, kuweka jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi unaoendelea katika shule ya sekondari Ihungo na kuzungumza na wananchi. Shule ni hapo. Mheshimiwa atatoka Ikulu asubuhi kwenda kwenye shule ya sekondari Ihungo, lakini kabla ku, ku, ya ku- kwenda huko atapitia kuona nyumba za wananchi ambazo tayari zimejengwa, ambazo tayari wamejenga. Akiwa Ihungo, ataweka jiwe la msingi wa shule ya sekondari Ihungo takwenda kwenye mkutano wa hadhara kuongea na wananchi ambao utafanikia pale pale Ihungo.